Ni kilio cha familia ya Yusuf Ali inaodai haki ya mpendwa wao aliyeporomokewa na jumba la ghorofa 11 katika eneo la Kona ya Kilifi mjini Mombasa. Hame Hame Hame Saa hizi wanakuja wanaficha kidogo, badala wana ya kufanya priority kutoa kutoa mwili wanafanya priority kutoa scrap. Namna gani, mkanda wa CCTV unaonyesha jamaa akipita na kuingia katika jumba hilo. Familia inaongozwa na Hassan Harse, imedai imepuuzwa katika shughuli ya utoaji wa mwili katika kifusi. Kwa CCTV imetuonyesha huyu kijana yuko ndani ya hiyo nyumba, umeona? Sasa baadaye baadaye, tukaambiwa huyu kijana hakuna namna anaweza tolewa pale mpaka nyumba kwanza ivunjwe, ndio tushughulike ya kutoa huyu kijana. So nyumba ishavunjwa sasa. Ilikuwa ilikuwa priority priority, sasa next ilikuwa ni huyo maiti tutoe, lakini tunaona wana watu wanashughulika upande hii upande hii, maiti haiko upande hii, na ukienda upande ile nyingine utaona wanapakia script. Nataka serikali atusaidie, atutaki mambo ya kabila, huyu jamaa anafanya mambo kabila kijana yetu damu yake ndo tunataka na mwili yake mwakilishi wa mmiliki wa jumba hilo ishrad sumra nusra furushwe na familia ya yusuf iliyojawa na ghadhabu wamedai kupuuzwa kwa makubaliano yao ya kuharakisha utoaji wa mwili gavana wa kaunti ya mombasa abdulswamad sharif nassir hata hivyo ameshinikiza familia kupata haki huku akiwaachisha kazi maafisa wawili wa kaunti kutoka idara ya ujenzi i i met the family and i've given them my assurance Wakati huo huo, shughuli ya kuwarudisha wagonjwa waliohamishwa katika hospitali ya Coast General imepangwa kuanza kesho. Bonfas uh, Msangiruninga K24, Mombasa.